Na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama, kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi hiu, huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahili na makini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tunakuombewa kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya nguvu baraka na hekima katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetustusha sana na kutufadhaisha, kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama, kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi hiu, huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahili na makini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya, nguvu, baraka na hekima katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetushtusha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika.